Nimekuwa nikilizungumzia kila ninapopata nafasi ya kuzungumza na mabaraza ya wafanyakazi, na nawakumbusha misingi ya kwa nini tuna mabaraza ya wafanyakazi. Sio hisani, kwanza hilo ni muhimu sana likaeleweka kwamba mabaraza ya wafanyakazi kwenye sehemu za kazi sio hisani, ni ni, ni product ya eh, ya jitihada kubwa iliyoanza miaka mingi sana, zaidi ya miaka mia na hamsini huko nyuma ya kuhakikisha namna ya kuchukua haki za wafanyakazi na kuzileta sehemu za kazi na kuhakikisha kwamba kwa haki zile zinakuwa zinaheshimiwa, lakini pia zimechangia kwenye maendeleo mapana ya sehemu ya kazi. NBS imekuwa mfano bora katika utekelezaji wa sheria na kanuni zinazounda mabaraza ya wafanyakazi. Sina shaka yoyote wa management na wafanyakazi wanatambua umuhimu wa baraza na namna vikao hivi vinavyochangia utekelezaji wa malengo ya taasisi. Ni dhahiri kuwa haya yamewezekana kutokana na kuwepo kwa mawasiliano na ushirikiano chanya kati ya management na tuge. Ukreni sana, na mi nadhani, na namna unavyoshirikisha watendaji ngazi ya chini, viongozi wa lili, viongozi wa mina na kadhalika. Na nini, nataka nikuambie ndugu zangu, if you are going to to saksi na mafanikio makubwa zaidi kuliko haya ambayo mmeyapata katika kipindi chote hiki. Hiyo swala la namna mnalofanya kazi na jamii, eh, NBS mmekuwa mfano siku zote, na mimi nawatakia heri muendelee kuwa mfano. Tunachoendelea kuomba haya yote tunayojifunza siku mbili yaingie ndani ya ozetu ya sehemu ya maisha yetu kujaliana, kupendana, kufanya kazi kama mmoja kuweza kusema yale yale, ya toke, kaya lemu, yale ni machangamoto yatoke, sio kaa nayo moyoni. Machangamoto yatakusumbua sana, machangamoto ukikaa nayo mwenyewe ukaanza kumulia peke yako yamecungua sana. Bahati mzuri mkuu wa m mgeni rasmi tuke hapa hako vizuri sana na wafanya kazi kusikiliza matatizo ya wenzao pia upeleke wana kustahili. Mimi nadhani hii ni njia nzuri sana Tusikae na changamoto ya wetu wa yatakupandisha viki wewe peke yako, na wengine hawajui kwani umepandisha iii. Kwa hiyo tutumie vyombo vyetu hivi kuzungumza, hata kwenda kusema jamani, hili linapendelisatu, kwani tusilione kama linabadilika, kwa sababu nakugua mtu mmoja mmoja, kumbe unaugulia mambo ya taasisi. Utakufa wewe, taasisi tabaki. Kumbe changamoto tuzungumze tu hata kama zinamhusu viongozi wetu mkubwa tuzungumze tu, na hakika na yeye atakuwa makini ya kutosha kusikiliza na kutafuta kwa sababu gani inajitokeza na, na hivyo hupata majibu. NBS pia inaendelea na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango kabambe wa kuboresha na kuimarisha takwimu nchini na sambamba, katika mradi huu tunaweza kuona kabisa Ofisi ya Taifa ya Takwimu imeendelea kuwajengea uwezo watumishi wa takwimu ambao wako kwenye mfumo mzima wa takwimu nchini, na tumeangalia katika nyanja mbalimbali, una nyanja za uratibu, uboreshaji na usambazaji wa takwimu wa takwimu na wa takwimu, uzalishaji wa takwimu na uimarishaji wa miundombinu ya kitaasisi na ya kitakwimu. Hili lote ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha mfumo mzima wa kitakwimu, lakini tunapata takwimu bora na rasmi, ili kuhakikisha mipango na maamuzi yote yanaweza kufanyika kuzingatia takwimu zilizo bora kabisa. Mweshimiwa mgeni rasmi, ADS imeengelea na hatua mbalimbali za kuimarisha taswira na mwonekano wake mbele ya jamii. Kama tunavyofahamu, ukizalisha takwimu na ukibaki nazo hazitaweza kuwafikia warani. Tumekuwa na mifumo mbalimbali, ni pamoja na uboreshaji wa kuweka mifumo hii mipya ya kisasa kabisa. Mfano kabisa, tumeendelea kuboresha jukwaa letu la website lakini pia tuna tovuti zetu mbalimbali na mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba tunatoa takwimu zilizo za wakati husika. Pale tu tunapomaliza kufanya tafiti na kutoa ripoti, huwa tunaweza kutoa meseji ndogo ndogo kwa kutumia mifumo hii, ili kuhakikisha wadau wetu wanapata takwimu husika na kwa wakati mwafaka.